Kutokea Nyakabindi wilayani Bariadi mkoani Simiyu, mimi ni mzamiaji, niko hapa, nimezamia moja kwa moja taarifa za mifugo pamoja na mambo yanayoendelea hapa kadha wa kadha, ili kuweza kuweka ufahafu katika masuala ambayo tunayajadilia hapa. Mzamiaji hii leo nimekutana na moja kati ya mtu muhimu kutoka chama cha wafugaji Tanzania ambaye atatufahamisha hapa anaitwa nani, na kisha atatuambia nini yeye matarajio yake, kwa sababu mjadala wa siku hii ya leo Uh, unaangazia masuala kadha wa kadha kama vile nini kifanyike ili kuboresha sekta ya mifugo, chanjo na utambuzi, malisho na kufanya masuala mengine kadha wa kadha ya kuhakikisha kwamba mazao pamoja na mbegu za ufugaji huu wa unazidi kustawi kabisa kabisa, lakini vile vile majumuisho na uzinduzi wa bima ya afya ya wafugaji na online tv ya wafugaji. Hayo ni miongoni yale ambayo yatajadiliwa katika siku ya leo. Kwanza karibu sana na tufahamiane, unaitwa nani? Naitwa Thomas Manyanda Kapomole, mkuu wa itifaki wa chama cha wafugaji Tanzania. Mkuu wa itifaki nimeshukuru sana, kwanza kupata nafasi ya kuwepo nao hapo. Matarajio yako ni nini sana katika hili ambalo linaendelea hapa katika kongamano hili? Matarajio yangu, kwanza tunashukuru sana mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kuiboresha nchi yetu, kujua umuhimu wa wafugaji tambua wafugaji kwamba wana ni sekta muhimu sana ambayo inaweza kuingiza kipato cha nchi yetu, kutuletea dola za Kimarekani na nchi kupiga maendeleo kupiga hatua kubwa. Na mpaka sasa hivi tumeweza kufanya kongamano hapa ya Kabindi, wilaya ya Bariadi mjini, mkoa wa Simiu, kuja kuzindua chanjo na kuboresha utambuzi wa wafugaji, kujua kuondoa magonjwa ambayo nchi yetu iliwekewa vikwazo kwamba tusipeleke nyama nje, lakini Mheshimiwa Samia Suluhu Hassani ameongea na nchi zingine kuweka mawasiliano vizuri, ambayo mpaka sasa hivi tumekubaliwa kuja kuzindua na kuweka bima ya ufugaji pamoja na mambo mengine ya kilimo pamba, pamoja na mambo mengine, ili wafugaji wa kipao mbele nchi yetu ipige hatua. Naam, uh, pasi shaka. Bima la ufugaji hilo ni jambo muhimu. Mambo ambayo mengine yameongezeka katika sekta ya ufugaji ni yapi, ambayo unaweza kusema bara kuna mambo muhimu yameongezeka katika sekta hii? Mambo yaliyoongezeka kwa wafugaji, kwanza kabisa ame, ameunganisha benki za CRDB wafugaji kukopa, kuweka dhamana mifugo yao ili waendelee, wapige hatua. Mikopo ambayo ameiwe, ameiwezesha mheshimiwa rais kuwa mikopo nafuu, ukikopa milioni hamsini kwa miezi sita unarudisha riba kidogo kidogo ni milioni tano. Hiyo wafugaji nafikiri mpaka sasa hivi hawahangaiki na pesa. Naam, nimeona pia kuna eneo hili muhimu linaitwa malisho. hii hi malisho kwa wafugaji lina muktadha gani, lina tafsiri gani kuhusiana na malisho? Maana zamani kidogo ilikuwa kuna mgogoro kuhusiana na masuala ya malisho. Yaani, malisho Mheshimiwa Rais ameboresha Wizara mifugo, ika ya mifugo ikatengeneza vitalu vya kufugia ambazo ni ziko chini ya Naloko Ranch. Kwa hiyo wafugaji katika malisho wameondolewa katika hifadhi, wameenda kupewa zile ranchi ndogo ndogo ili kuondoa ndo, usumbufu wa, wa kuingiza mtu kwenye hifadhi ambayo hifadhi inaleta watalii. Na wafugaji wote wanatambua kwamba malisho yamekuwa muhimu sana, unaweza kupanda nyasi, unapanda vitu vingi ambayo mifugo yako utachunga kwa bila kupunguziwa. Naam, jambo lingine ambalo nimeliona hapo ni online tv ya wafugaji. Wewe kama mkuu wa itifaki hii online tv ya wafugaji ni mkakati gani, mnataka kuuleta huu mkakati wa wafugaji? Kwanza ni viongozi wa wafugaji ambaye tunaongozwa na Mulida Mshota ambaye ni mwenyekiti pamoja na katibu mkuu Matayo Danieli wafugaji wamekaa na wizara vizuri, wamepanga mipango mizuri ambayo itaendesha wafugaji kufurahia nchi yao na kujitambua kwamba wako huru kwenye nchi yao. Kwa nini sasa mnaamua kuleta online TV? Yani kwa nini mnaleta television? Tumeleta online kwa sababu online ni chombo ambacho kinaenea mpaka kwenye simu, ambayo si watu wengi wana simu za tachi, wanafungua kila siku data na wanatambua kwamba hii itaenda moja kwa moja kwa wafugaji na kusikia kwamba sasa hivi tumeshapiga hatua awamu ya sita. Naam, akija hapa mheshimiwa leo ambaye anatoka katika sekta muhimu kabisa namzungumzia waziri wa mifugo na uvuvi Ashatu Kijaji, lakini vile vile e, Emmanuel Nchimbi ambaye huyu ni mgeni rasmi mheshimiwa katibu mkuu wa chama cha mapinduzi, CCM. Baada ya kuzungumza hapa, unatarajia kuiona sura gani ya wafugaji huko e, tunakuelekea. Kwanza kabisa, sura ya wafugaji mpaka saa hizi wana shangwe kubwa sana, yaani wana uhuru, wamependeza, na wafugaji wote hapa wamehudhuria mikoa mbalimbali. Nafikiri mgeni rasmi mheshimiwa Manuel Nchimbi pamoja na shatu kizazi wataleta neema kwa wafugaji Pasi shaka asante sana kwa kuweza kushiriki katika mazungumzo yetu hapa Jambo FM. Mimi ni mzamiaji, bado nazidi kuzamia katika taarifa mbalimbali ambazo zinaendelea kutokea hapa, na yale yote ambayo yatakuwa yanatokea hapa, basi mimi nitakuwa tayari kuweza kuyapeperusha hewani moja kwa moja ili ya kufikia. Asante kwa wewe unatusikiliza ukiwa Singida. Asante kwa wewe ambao unatusikiliza ukiwa maeneo hapo ya Mwanza. Asante kwa wewe ambaye uko Kahama. Asante kwa wewe ambaye uko Shinyanga. Asante kwa wewe ambaye upo hapa Simiu. Asante pia kwa wewe ambao unapatikana Kigoma. Matangazo haya yanavuma kutokea hapa Wilayani Bariadi na tutaendelea kukujuza kila ambalo linatokea kutokea hapa. Mwelekezi wa matangazo haya ni ndugu Bizo Fresh na ambaye amesimama moja kwa moja katika mitambo ni ndugu Heri. Mimi ni mzamiaji Yusufu Magupa, endelea kusikiliza Jambo FM.